Takriban watu 61 wameuawa katika shambulizi la anga lililofanywa na jeshi la Sudan kwenye soko moja la jimbo la Darfur magharibi mwa taifa hilo. Haya yameripotiwa jana na shirika moja la kutetea haki za binadamu nchini humo. Na wakati huohuo huo, Umoja wa Mataifa umelaani mashambulizi dhidi ya raia nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na shambulizi hilo la soko ambalo limewaathiri watu wengi. Tatu Karema na taarifa hiyo Shambulizi hilo limeharibu sehemu kubwa ya soko hilo la kila wiki la Tora lililoko umbali wa kilomita 80 kaskazini mwa El Fashar, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini. Kundi linalojulikana kama Support Darfur Victims linalotoa msaada kwa athiriwa wa mzozo huo wa Darfur lilisambaza kanda za video zilizoonyesha majengo yaliyoteketea pamoja na mili iliyoungua ikiwa imetapakaa chini, kulingana na orodha iliyotolewa na msemaji wa uratibu wa kundi hilo linalowasaidia waathiriwa wa Darfur Adam Rijal. Zaidi ya nusu ya nusu waliokufa walikuwa wanawake. Orodha hiyo pia imeonyesha majeruhi ishirini na watatu na watu saba ambao hawajulikani walipo. Rejal amelitaja shambulizi hilo kama uhalifu dhidi ya ubinadam na ukiukwaji wa wazi wa sheria zote za kimataifa na kibinadamu pamoja na makubaliano. Shirika lingine la kutetea haki la Darfur Network for Human Rights limesema watu wengine wengi walijeruhiwa katika shambulizi hilo la Tora. Shirika hilo limeongeza kuwa shambulizi hilo lilifanyika wakati soko hilo lilikuwa na shughuli nyingi na idadi kubwa ya wanawake, watoto na wazee. Wakati huo huo, shirika la wanasheria linalofuatilia vita nchini Sudan Emergency Lawyers limesema mamia ya watu wameuawa. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la Sudan brigadia generali Nabil Abdullah amesema raia hawakulengwa, na akaongeza kuwa madai hayo hayakuwa sahihi na kwamba yanaibuliwa kila wakati jeshi hilo linapotekeleza haki yake ya kikatiba na kisheria ya kukabiliana na shabaha za adui. Shambulizi hilo la Jumatatu ndilo baya zaidi kutokea katika vita hivyo vilivyoanza mnamo Aprili mwaka 2023 wakati mvutano kati ya jeshi la nchi hiyo na wanamgambo wa RSF uliporipuka na kuwa vita vya wazi kote nchini humo. Katika hatua nyingine, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kuwa wanasikitishwa sana na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya raia kote nchini Sudan na akalaani pia mashambulizi yanayoongezeka katika maeneo ya watu wengi mashariki mwa Khartum.